Hatua za kuondoa kwa kutumia mitumbwi, boti hizi, ni hatua ambazo ni za wanasema za muda mfupi. okay. eh, sasa tuna hatua za muda wa kati na hatua za muda mrefu sasa, mm. hatua hizo tunazozifanya sasa ni za muda mfupi, mfupi. kuhakikisha kwamba basi ile shughuli za usafirishaji mm. shughuli za uvuvi ziweze mm. kuendelea kwa sababu lile gugumaji dogo hili likiingia mm yaani likitanda sehemu fulani kwenye ziwa, maanake linaondoa kabisa hewa ya oksijeni. Kwa hiyo, maanake uzalishaji wa samaki lazima unashuka chini, lakini pia hata viumbe hayo walioko pale, maanake afya yao inakuwa inakuwa kwenye mashaka. Lakini pia ukiangalia hata usafirishaji, changamoto yake kubwa ilivyokuwa ni kwamba hapo awali angalau saizi usafiri unafanyika vizuri, lakini hapo awali ilikuwa ni kwamba wakiingia kwenye injini ni vidogo vidogo vile mm, vipatiko vile vikumaji vikiingia mm, kwenye injini injini na krok, okay. Kwa hiyo haiendelei tena kufanya kazi mm. Kwa hiyo sasa, jitihada za kati, yani za muda wa kati ni kwamba uh, tuna mpango wa ku, wa kununua mtambo mm mkubwa sasa, maana sasa hivi unatumia mitumbwi, unatumia boti eh. Sasa muda wakati tunategemea tununue mtambo ambao ni mkubwa utakaoweza kuyavuna yale magugumaji. Kwa hiyo, kwa muda mfupi unavuna gugumaji kubwa eh, yani tani nyingi kuliko sasa hivi, kwa sababu sasa hivi unakuta labda mwezi mzima. Kwa mfano, mpaka sasa hivi si tuna takribani miezi miwili, lakini tumetumia kuopoa tani mm. mia sita hamsini mm. za gugumaji okay. Unaona, kwa hiyo ni kiasi kidogo, lakini mm. muda tuliotumia ni mwingi mm. na na nguvu kubwa tumetumia ni kubwa sana mm. lakini, tungekuwa na mtambo mm. yamkini, tungeweza kuyavuna hayo tani mia sita hamsini maybe, labda kwa siku mbili au siku tatu, tukawa okay, okay. So, tumemaliza kabisa njia okay. uh, ya muda mrefu mm. au tuseme uh, strategy tunayo tunayopanga kuifanya ya muda mrefu mm. eh, jitihada za muda mrefu mm ni kwamba tunategemea uh, kuleta wale wadudu sasa bawakavu, ni wadudu ambao wanaokula wanaokula hilo gugu maji okay.